Mwongozo wa kujifunza Biblia Aprili 9 siku ya Jumatano. Mada inasema kushughulika na kifo. Yumkini nyanja katili zaidi ya maisha katika ulimwengu uliojitenga na muumbaji wake. Ni namna kifo kinavyojificha nyuma ya kila maisha, kikiwa tayari kutokea wakati wowote. Ni mshahara wa dhambi adhabu tunayolipwa kwa kuwa tumetengwa na chanzo pekee cha uhai katika ulimwengu muumbaji. Kwa hivyo kina jukumu kubwa katika unabii wa Biblia, uhalisi wake na muhimu zaidi, suluhisho lake ambalo linapatikana tu kwa Yesu na kifo na ufufuo wake. Kutajwa kwa mara ya kwanza kwa kifo katika Biblia na kutokea kwake kwa mara ya kwanza kunafafanua zaidi mada hii kubwa katika unabii kunatusaidia kuelewa uzito wa tatizo la dhambi na kutupa nyenzo muhimu za kuelewa suluhisho la Mungu kwa tatizo hilo. Soma Mwanzo sura ile ya pili aya 15 hadi 17; Mwanzo 4 aya 8 hadi 15; Wakorintho wa kwanza sura ya 15 ya 15 hadi 19 na Ufunuo sura ya kwanza ya 18. Vifungu hivi vinavyojumuisha kutajwa kwa mara ya kwanza na kutokea kwa kifo. Vinatuambia nini kuhusu kinachosababisha watu kufa? Jinsi Mungu anavyokichukulia kifo na kile suluhisho lake lilicho kwa tatizo letu? Mara nyingi tunasema kwamba kifo ni sehemu tu ya maisha. Huo ni uongo. Kifo ni kinyume cha uhai, uangamivu wa maisha ni mvamizi mgeni ambaye kamwe hakukusudiwa kuwa sehemu ya uzoefu wetu hapa. Ingawa tumekizoea kifo, mioyo yetu ingali inapinga vikali tunapokutana nacho. Kana kwamba jamii ya wanadamu bado inatambua kwa pamoja kwamba kuna kitu kimsingi hakiko sawa nacho. Ingawa kifo ni kichungu, kuna visa vingine vya kifo ambavyo vinaonekana kuwa vibaya zaidi kuliko vingine. Kama kifo cha mtoto kwa sehemu kubwa tunatazamia kwamba wazazi watawatangulia watoto wao katika kifo, na tumekubali hilo kuwa utaratibu wa kawaida wa mambo. Kifo cha kwanza kilichoandikwa katika maandiko, hata hivyo, kinakwenda kinyume na kawaida inayotarajiwa. Kabla ya Adamu na Hawa kufa wenyewe, walipata msiba wakati mwana wao mwenye haki alipouawa na ndugu yake asiye mwenye haki. Kilikuwa kifo kisichostahili kabisa. Fikiria kuhusu Yesu, wenye haki waliouwawa na wasio haki, kama vile Habili. Ni kifo gani kingeweza kuwa kisicho cha haki kuliko cha Kristo? Ni ulinganifu gani mwingine mtu anaweza kupata kati ya kifo cha Habili na cha Kristo msalabani? Ni kwa namna gani kifo cha Habili kinaweza kutusaidia kuelewa ni kwa nini Yesu ana funguo za kuzimu, yaani kaburini na mauti, na kile ambacho Mungu anatupatia katika yeye bila tatizo la kifo kutatuliwa, kwa nini maisha yetu hatimaye ni bure, yasiyo na maana na yasiyo na manufaa? Ukweli huu unatufundisha nini kuhusu jinsi tunavyopaswa kushukuru kwa kile Yesu alichotutendea? Hii ni Aprili 9, mada ikisema Kushughulika na kifo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa nasi sasa -sa na hata milele. Amina.